Mheshimiwa Rais, kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sisi sote kuweza kukusanyika tena mahala hapa. Aidha, naomba kukushukuru tena wewe kwa kutenga muda wako na kuendelea kufanya ziara katika mkoa wetu. Tulikupokea jana na ulitufanyia kazi nzuri sana ya kihistoria ambayo imevunja rekodi ya uzinduzi wa daraja la JPM. Tunakushukuru sana. Kipekee nikushukuru pia kwa kuja leo kutufanyia kazi ambayo umeifanya ya uzinduzi wa mradi mkubwa wa kihistoria wa maji wa Butimba. Tunakushukuru pia. Mheshimiwa Rais, nitakuwa sina fadhila kama sitomshukuru sana Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso kwa kazi kubwa na mzuri ambayo amekuwa akiifanya kusimamia utekelezaji wa miradi ya maji katika mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Aweso tunakushukuru sana. Umekuwa ni waziri msikivu. Kila ambapo tumekuwa tukikushirikisha katika masuala yanayohusiana na maji katika mkoa wetu, umekuwa ni msaada mkubwa na wa kipekee. Aidha, tunakushukuru kwa kutuletea watendaji ambao wametusaidia sana katika usimamizi wa miradi ya maji. Mkurugenzi wa MWAUWASA genzi wa Ruwasa na mamlaka ya Seuwasa. Na uwezo wa uzalishaji wa maji kwa vyanzo vyetu kwa sasa ni lita 138 kutoka kwenye vyanzo viwili vya Capri Point na mradi huu wa leo unaouzindua, nipende kutumia fursa hii kukushukuru sana kwa kupunguza kwa kiwango kikubwa sana changamoto ya maji katika, katika jiji letu la Mwanza. aidha huduma ya maji katika mkoa wa Mwanza inatolewa na taasisi tatu, kwanza Mwauasa hapa mjini, Seuasa si kule Sengerema, lakini pia Ruasa kwa upande wa miradi ya maji vijijini. Hali ya upatikanaji wa maji safi mjini kwa mkoa wetu imeongezeka kutoka asilimia hamsini na saba kwa mwaka ishirini na moja ulipochukua madaraka hadi kufikia asilimia themanini na tano kwa mwaka 2025 sawa na ongezeko la asilimia 27. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza tunakushukuru kwa kazi kubwa na mzuri. Mheshimiwa Rais, wilaya zote zimeonyesha ongezeko kubwa la upatikanaji wa maji. Wilaya Misungu imeongeza huduma kutoka asilimia 12 hadi tisini, Magu ikiongeza kutoka asilimia 55 hadi 93. Sengerema imefikia asilimia tisini na mbili kutoka asilimia sitini na moja. Ilemela kutoka asilimia themanini hadi asilimia tisini. Kwa upande wa Nyamagana, kiwango kimeongezeka kutoka asilimia hamsini na tisa hadi sabini na nane. Ukerewe kutoka sitini na tisa hadi themanini na moja, na wilaya ya Kwimba kutoka asilimia sitini na saba hadi asilimia sabini na nane. Haya ni mafanikio makubwa sana na kama kauli mbiu inavyosema maji ni uhai, Mheshimiwa Rais, umekuwa ni kichocheo kikubwa sana cha miradi ya maji na ongezeko kubwa la upatikanaji wa maji katika mkoa wa Mwanza. Kwa hivyo tunapokusifu na kukupongeza kwa jitihada hizi, hatufanyi makosa kwa sababu unastahili. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, miradi inayoendelea kutekelezwa wilaya ya Nyamagana ni mingi, na leo sitakuwa na muda wa kutosha kuitaja, lakini ufahamu tu kwamba miongoni mwa miradi hiyo ni mradi wa maji katika maeneo ya Buhongwa, Kishiri, Kisesa, Usagara na maeneo jirani, na fedha shilingi bilioni 46.2 zimeshawekwa na hadi sasa miradi hiyo imefikia asilimia 16. Miradi ya maji ya kuboresha huduma ya maji maeneo ya Luchelele bilioni nne ambapo mradi huu umefikia asilimia 85, na mradi wa usambazaji maji Luchelele, Buhongwa na Mkolani wenye thamani ya bilioni 1.8 umefika asilimia 30 themanini. Kama nilivyosema, miradi ni mingi, lakini hali ya upatikanaji wa maji vijijini imeongezeka kutoka asilimia 57 kwa mwaka 21 hadi asilimia 77 kwa mwaka ishirini 25 sawa na ongezeko la asilimia 20. Katika kipindi cha mwaka 2021-2025, haja ya upatikanaji maji vijijini mkoa wa Mwanza imeimarika kwa kiwango kikubwa katika wilaya zote za mkoa wa Mwanza. Aidha na nikiwa ninamalizia, wastani wa upatikanaji wa maji vijijini mkoani Mwanza umeongezeka kutoka asilimia 57 mwaka 2020 20, hadi asilimia 81. Kuanzia Machi 2021 hadi 25, mkoa umekamilisha jumla ya miradi 80 kwa upande wa miradi ya vijijini yenye thamani ya shilingi bilioni 101.3, kupitia mamlaka ya maji vijijini. Kwa hiyo, Mheshimiwa Rais, ni kushukuru tena kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza kwa kazi kubwa ya kuimarisha sekta ya maji nchini, hususan mkoa wa Mwanza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwanza oye. Mheshimiwa Rais Samia oye. Asanteni sana.